Jeshi la Russia limetekeleza mashambulizi ya anga yaliyoua zaidi ya watu watano nchini Ukraine, muda mfupi kabla mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump, Steve Witkoff kukutana na Rais Vladimir Putin mjini Moscow nchini humo. Miongoni mwa watu waliouawa usiku wa kuamkia leo Ijumaa Aprili 25, 2025, katika mashambulizi hayo ya droni za Russia kwenye mji wa viwanda wa Pavlohrad katikati mwa Ukraine ni mtoto mdogo. Kwa mujibu wa gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, lilipotokea shambulizi hilo, Serhiy Lysak, watu 14 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo kwenye jengo la ghorofa tano, wakiwemo mvulana wa miaka 6 na vijana wa miaka 15 na 17. Watano kati ya waliojeruhiwa walikuwa bado wako hospitalini wakiendelea kupatiwa matibabu ya majeraha waliopata. Watu wengine wawili waliuawa Ijumaa asubuhi katika makazi yao ya Yanova Yarova mkoa wa Donetsk, ambako bomu la anga lilirushwa na Russia kwenye jengo la makazi, kwa mujibu wa waendesha mashtaka wa mkoa wa Donetsk. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa Russia ilirusha droni mia moja na tatu katika mashambulizi ya usiku kote nchini Ukraine, yakisababisha uharibifu katika mikoa mitano nchini humo. Lysak amesema droni 11 zilidunguliwa katika mkoa wa Dnipropetrovsk pekee. Wakati huo huo, Zeini Baslavi wa Aljazira akiripoti kutokea jijini Kiev nchini Ukraine amesema kuwa raia wa Ukraini hawataitazama kwa mtazamo chanya mikutano inayofanyika kati ya mjumbe wa rais Donald Trump, Steve Witkoff na rais Vladimir Putin wa Rusia. Namnuku wanawaona Witkoff na hata Donald Trump kama wanaurudia propaganda za Rusia, alisema mwandishi huyo, huku akieleza hasira ya raia wa Ukraine dhidi ya juhudi za kidiplomasia zinazofanywa na Marekani. Ukraine na washirika wake katika umoja wa Ulaya na maeneo mengine wamekubaliana kuwa hawawezi kuendelea na mazungumzo ama kutarajia kukubali masharti yoyote ilhali hakuna usitishaji wa mapigano na miji yao bado inashambuliwa kila siku aliongeza Baslavi mwisho wa konoko Ukraine imesisitiza kuwa vipaumbele vyote katika mazungumzo bado ni imara ambavyo ni kulinda mipaka yake na kusitisha uchokonozi wa Russia Ukraine ilikataa vikali pendekezo la Marekani kwa Ukraine ilikubali uvamizi wa Russia katika rasi ya Crimea uliofanyika 2014. Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergey Lavrov alisema kuwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Ukraine yanaelekea kwenye mwelekeo sahihi, lakini akakiri kuwa kuna baadhi ya vipengele vinahitaji kufanyiwa marekebisho kwa undani katika dondoo ya mahojiano yaliyopangwa kurushwa kwenye kipindi cha Face the Nation cha CBS News siku ya Jumapili, Lavrov alijibu swali kuhusu kauli ya Trump kama makubaliano hayo yako karibu sana na yanapaswa kukamilishwa. Hatimaye Lavrov alikubaliana akisema kuwa rais wa Marekani anaamini na nafikiri kwa haki, kwamba tunaelekea kwenye mwelekeo sahihi. Lavrov aliongeza kuwa namnuku, Russia iko tayari kufikia makubaliano lakini bado kuna vipengele maalum vinavyohitaji kufanyiwa marekebisho, tutajishughulisha na mchakato tu huo, mwisho wa kunukuu. Hana Shelet, ambaye ni mkurugenzi wa programu za usalama katika Baraza la Sera za Kigeni la Ukraine Prism, alibainisha kuwa hali ya hatari ya Ukraine bado iko wazi, namna inahusu uadilifu wa wa mipaka ya nchi na hakuna mtu anayetakayekueleza ni muungano gani jeshi letu linapaswa kujiunga nao. Hilo ni jambo la msingi hasa kwa kuwa hakuna aliyetoa dhamana ya usalama wa Ukraine. Alisema Shelest, mwisho wa koneko. Shelest, kuwa, wa koneko Shelest alieleza kuwa mkakati wa Ukraine ni kujenga muungano mpana wa kimataifa. Hata kabla ya Trump kuwa rais, ilikuwa wazi kuwa Ukraine haiwezi kutegemea mshikamano mmoja tu. Tunahitaji kujenga muungano mkubwa zaidi iwezekanavyo. Raia wa Ukraine wanataka usitishwaji wa mapigano kwa hakika, lakini sio kusalimu salimu amri aliongeza Charlotte, mwisho wa kondokuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital atakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.